Mkoa wa Katavi unatarajia kufanya tamasha kubwa la Samia Day kwa lengo la kutangaza mafanikio ya Serikali yaliyopatikana katika kipindi cha miaka mitano ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt Samia Suluhu Hassan. Akizungumza na waandishi wa habari, Katibu Tawala Mkoa wa Katavi, Albert Msovela, amesema tamasha hilo litafanyika tarehe nne hadi tarehe tano Julai elfu mbili na ishirini na tano katika viwanja vya Shule ya Msingi Inyonga wilayani Mlele. Lengo la tamasha hili la Samia Day ni kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa mchango wake mkubwa wa kuleta fedha nyingi katika mkoa wetu wa Katavi takribani trilioni moja bilioni 345 na milioni 153 ambazo zimesaidia kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo katika mkoa wetu wa Katavi katika sekta zote za maendeleo na huduma za jamii. Katika tamasha hili tutakuwa na wahusika mbalimbali wakiwemo, toka serikali yetu ya mkoa wa Katavi, taasisi zote kwa kushirikiana na timu Kizimkazi maarufu kama mkasi utaongea. Katika tamasha hili tutakuwa na matukio mbalimbali mbali ambayo yatapamba tamasha la Samia Day. Ndugu wanahabari, tamasha hili kama nilivyosema tumeligawanya katika siku mbili tarehe 4 na tarehe 5. Kwa tarehe ta, tarehe 4 mwezi wa 7 2025, kutakuwa na matukio yafuatayo. Mosi, kutafanyika utalii katika mbuga yetu ya Katavi National Park, ambapo asubuhi timu ya kizimkazi, viongozi na wataalamu watapata fursa ya kutembelea hifadhi yetu ya taifa ya Katavi ili kuweza kuona uzuri waasili ya mbuga yetu ya Katavi na shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea kufanyika hifadhini. Baada ya kutembelea mbuga yetu ya taifa ya Katavi, timu hiyo itatembelea miradi mbalimbali ndani mbali ya manispaa yetu ya Mpanda ikiwemo kuona miradi mikubwa ya kimkakati ikiwemo mradi wa maji wa miji ishirini na nane uliopo shano hapa manispaa ya Mpanda, lakini pia kutembelea vihenge vya kuhifadhia mazao vya NF, NFRA, lakini pia timu hiyo itatembelea hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa KRRH kuona shughuli zinazoendelea pale katika hospitali yetu ya rufaa, na baadaye watahitimisha kutembelea eh, kituo chetu cha kupozea umeme wa gridi wa taifa hapa manispaa ya Mpanda. Tukio la tatu kwa siku hiyo ya tarehe nne itakuwa ni usiku wa Samia. Katika usiku wa Samia kutakuwa na tukio katika ukumbi wetu wa Mpanda Social Hall, ambapo baadhi ya viongozi watapata fursa ya kuongea na kubadilishana mawazo kuhusu mkoa ulipotoka, tulipo hivi sasa, na kule tunakoelekea. Lakini ndani yake, ndani ya usiku wa Samia, tutakuwa pia na burudani mbalimbali katika kunogesha shughuli hii ya Samia. E, usiku wa Samia. Siku ya kilele tarehe tano Julai kutakuwa na matembezi ya hiari, michezo ya jadi kama vile kuvuta kamba, kukimbia na magunia, kufukuza kuku, pamoja na burudani kutoka kwa wasanii mbalimbali. Tamasha hilo litaongozwa na Mkuu wa Mkoa wa Katavi Mwanamvua Mlindoko, huku kauli mbiu ikiwa asante Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa fedha za maendeleo, Katavi imara na maendeleo imara shughuli kubwa ya tatu itakuwa sasa ni kutangaza mafanikio ambayo yatakwenda mbashara kupitia Channel 10 ambapo viongozi mbalimbali na watendaji watawasilisha mafanikio hayo na mheshimiwa mkuu wa mkoa atawasilisha mafanikio yote kwa ujumla ya kimkakati ambayo yamepatikana katika mkoa wetu wa Katavi kwa miaka mitano ambayo chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wananchi wametakiwa kujitokeza kwa wingi kushiriki katika tukio hilo la kihistoria ambalo linatarajiwa kuwaleta pamoja wadau mbalimbali wa maendeleo ndani na nje ya mkoa wa Katavi. Kutoka mkoani Katavi mimi ni Swaum Katambo.